Baada ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kuzuiwa kufanya shughuli zake za kisiasa nchini kwa muda wa siku 14, Askofu wa wa jimbo la Karagwe KKKT, Askofu Benson Bagonza PhD ameandika kwenye ukurasa wake rasmi wa Facebook, ameandika yafuatayo: dunia bila Mungu na wapinzani bila chama. Ukipenda ubishi, jiepushe kuwa na hasira. Siku moja nusura nizichape na rafiki yangu Mwislamu akaniuliza nyiwe wa Kristo, mnasema Yesu alikufa na, na kufufuka siku ya tatu. Nikajibu ndio. Akaongeza, na mnasema Yesu ni Mungu kweli? Nikasema ndio. Akamalizia, kwa hiyo Mungu wenu alikufa na dunia ikabaki bila Mungu kwa siku mbili. Asira zangu zikapanda, mjadala ukaisha. Ukweli ni kuwa dunia ilikuwepo, Ukristo ulikuwepo na Mungu alikuwepo. Mungu wetu ana nguvu hata kifoni. na tafakari mosi: sasa tuna wapinzani wasio na chama, hawa ni fursa au tumekunywa uji wa mgonjwa bora ukose nguvu, lakini upate akili. Pili, wabunge madiwani, wenye viti wa vijiji na mitaa wa chama kilichopelekwa likizo bila malipo, wana uhalali wa kufanya kazi. Tatu, polisi madaktari, madreva, wahudumu wa mochwali na wapishi wa viongozi wenye itikadi ya upinzani moyoni waende likizo pia. Mnafikiri hawapo? Mnabishia. Kuna mserikali mmoja kaniambia mkewe alihama chumba aliposikia kanisa la ufufuo limefungiwa kufufua upinzani. Tunao mpaka bedroom. Nne, kwa nini? Kwanini Tunatazamiana majibu. Aliyekuwa katibu mkuu wa chama kilicho likizo, kama angesaini kanuni za uchaguzi, msajili akaja kumtengua, sai yake ingetenguliwa. Kwa nini mahakama inapeleka chama likizo baada ya chama kufungiwa ruzuku? Mnafikiri hayana uhusiano, karagabao huu ni umoja wa mihimili tano. Ukizaa watoto wanakufa, usiwahi kuwapa majina, subiri wakuwekuwe. Umezaa wa kwanza, kapelekwa jela kwa uwaini. Ukazaa wa pili, akafungiwa asishiriki uchaguzi, hata kama alikuwa hataki. Ukazaa wa tatu, akanyimwa ruzuku ya bili ya maziwa. Ukazaa wanne akazuiwa asicheze na watoto wenzake. Ukazaa watano akazuiliwa asitoke chumbani na ndoo ya kujisaidia, kapelekewa uko. Huyu atutamkuta amegeuka paka shume. Sita, mchakato wa kufikia upi, upinzani usio na chama umejaa kwenye macho kodo bila kupepesa. Hapa aka akaendelea Askofu Bagonza, ubaya wa Yanga hauongezi uzuri wa Simba. Likizo ya Yanga haimwamshi Simba kuingia kazini. Simba bila Yanga kwenye ligi, hata chimpumu ya bure ina doda Simba bila Yanga, marefa vibendera, waganga wa kienyeji na wanajimu wanakosa soko. Yanga bila Simba, walalaoi wanajitambua na kudai haki zao, mapenzi yanahamia kwenye siasa. Simba bila Yanga, wanazaliwa yanga wadogo ndani ya Simba. Kwani gwaji katoka wapi? saba tulipofikia tujifunze kutunza na kulinda amani bila kutumia silaha. Amani ya silaha na kiota cha machafuko yaliyoahirishwa. Mnakwepa kurudi mezani. Mtakapokumbuka kurudi mezani, viti vya kukalia vitakuwa vipo, mtakaa chini. Wasiojulikana wanajulikana na hawapendi kujulikana. Waliotumwa wanapenda kufuta ushahidi waliotuma wanapenda kufuta ushahidi dhambi. Isiyotubiwa hudhoofisha afya ya akili ni maneno mazito ambayo ameandika askofu Benson Bagonza wa jimbo la KKKT, e dayosisi ya Karagwe mkoani Kagera. Huyu ni daktari wa falsafa kwa maana ya PhD. Na unaweza kuendelea kuifuatilia Junii TV hapa kwa kubonyeza kitufe cha subscribe.